Yesi, karibu tena kwenye saa ya uamsho ulimwenguni. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo mahali popote unanifuatilia kwa neema za Mungu. Aa, nimeanza ujumbe unaosema majeshi kumi na mbili ya malaika. Majeshi kumi na mbili ya malaika. Hii itakuwa ni sehemu yetu ya kwanza kabisa ambayo nitaanza na utangulizi tu, alafu baadaye sehemu ya pili tutaanza kujifunza kwa undani zaidi. Kwa hiyo ninaomba unisikilize kwa makini sana, na ninaamini kabisa, mpaka mwisho wa somo hili utakuwa umepata maarifa mengi sana ya kukusaidia katika siku hizi za mwisho. Tuko katika siku za mwisho ambazo ni siku za hatari sana kuliko wakati wowote ule ni siku za hatari sana kuliko nyakati zozote zile zilizowahi kuwepo hapa duniani. Kimsingi, kuna mabadiliko makubwa ya kiroho, hayo mabadiliko yanaendelea ulimwenguni, na hayo mabadiliko yanaendelea kwenye ulimwengu wa roho. Utaona kila kitu ni salama, utaona unasafiri kila siku kwenda hapa na hapa, kwenda nchi na nchi, kwenda mkoa hata mkoa lakini haya mabadiliko yapo yapo kwenye ulimwengu wa roho, lakini yameanza kuzihirika kwenye ulimwengu wa mwili, na kuanzia mwaka huu yataanza kuzihirika sana sana. Unaweza kupata ujumbe huu. Aa, unaweza ukasearch mabadiliko juu ya ulimwengu kupitia hii saa ya uamsho ulimwenguni. Aa, unaweza ukapata hilo somo na huo ujumbe. Na kwenye hayo mabadiliko sasa, kuna kundi kubwa la mashetani kutoka kuzimu yaliyomwagwa ulimwenguni duniani kwa kazi maalum, misheni maalum ya kuwa kudanganya ulimwengu na kuwadanganya watoto wa Mungu ili waasi na kutenda mambo ya ulimwengu huu. Hayo majeshi ya pepo wachafu kutoka kuzimu yameachiliwa juu ya dunia na kwa watu wote wakaao juu ya uso wa nchi, kwa kazi yake ni kuwashawishi ni watu kufanya uovu, ni kuwashawishi watu. Unaona kuna mashoga, wasagaji, wauaji na na mambo kaza wa kaza, maovu kaza wa kaza yapo. Mtu kuua tu mtu ndugu yake au kumuua jirani yake au kumchinja mtu yeyote saizi, saizi, ni jambo tu la kawaida, na haya utayaona sana kuanzia mwaka huu na kuendelea kusikia mtu amemchinja mama yake amemchinja baba yake mama amemchinja mtoto mtu amechinja mtu amejiua hayo mambo kwa sababu kwa sababu ya ulimwengu yataenda kutokea sana kuanzia mwaka huu na kuendelea kwa hiyo bila maarifa watu wa Mungu tuko kwenye wakati aa, mgumu sana kwa sababu kuna shinikizo kubwa la mashetani tokea kuzimu na shinikizo kubwa la uasi na uovu ndani ya mioyo ya watu na na, na mashetani yaliyovaa sura ya mtu. Ni mtu anatembea amezaliwa, lakini ndani yake ni joka. Aa, nilikuambia kwenye maandiko ya ulimwengu, hawa watu wapo kila mahali na ni wengi kuliko watu wa kawaida. Kwa hiyo na wengine tu walikuwa ni watu wa kawaida, lakini wamepokea hiyo mbegu, wamekuwa kama wanyama. Wako mashuleni wako mahospitalini wako serikalini, lakini ndani yao sio watu, ndani yao ni wanyama, ni ni, ni, ni majoka kutoka kuzimu. Na huu ugumu sasa kwa wana wa Mungu uko katika utu wa ndani, huu ugumu kwa wana wa Mungu uko katika utu wa ndani. Wewe uwaza tu unayoyawaza saa hizi unayoyatenda, unataka kutenda jema lakini hauwezi kulitenda unatenda maovu na wakati mwingine haujui hayo ni maovu, lakini kimsingi ni dhambi na maovu na machukizo mbele za Bwana. Lakini kuna watu kabisa wanatenda sio wao, lakini kwa yale mashetani yanawashawishi na kuwashinikiza kutenda hayo mambo maovu. Mashetani kabisa yanawashinikiza, yanawapa msukumo kutenda mambo uh, wasiotaka kuyatenda kwa hiyo kuna makundi ya mashetani yanaambatana na watu popote wanakoenda. Kuna wengine wanaambatana mashetani kumi, wengine hamsini, wengine mpaka mia. Niliona uh, uwepo wa mapepo ambayo yanafatana na watu beneti na kuwanongoneza mambo fulani fulani ya na kujikuta huyo mtu amefanya. Kwa hiyo mtu akiwa anatembea kabisa, na mwingine anakuwa na mashetani saba Mwingine anakuwa na mashetani kumi. Mwingine anakuwa ndani ya mtu aliye na moto kidogo, kwa sababu niona kuna makundi manne ya watu. Kundi la kwanza ni wale ambao wana hofu ya Mungu ambao wanamtii Mungu na wana moyo safi. Hawa wana moto ambao unawaka ndani yao juu yao na umewazunguka umewazingira kiasi kwamba yale mashetani hayawezi kuwasogelea, yanakuwa mbali lakini kuna watu wengine sasa, mwanga wao umepungua kabisa, yaani umepungua, uko chini kabisa. Hawa ni watu ambao wanatenda dhambi, wanaenda kanisani lakini hawataki kugeuka. Moto wao unakuwa uko kidogo, kwa hiyo mashetani haya yanakuwa karibu nao sana, yanakuwa ni mengi. Lakini kundi lingine ni giza kabisa, wanakuwa wako ndani ya giza. Hawa mashetani yanakuwa sasa ndani yao, mengine anakuwa hamsini yako ndani, wengine kumi, wengine mawili, ni majini yanakuwa ndani ya mtu au yenye moto kidogo yanakuwa beneti nao, mengine kumi yanafuatana nao na kuwanongoneza. Kwa hiyo shetani anapomnongoneza, likimnongoneza jambo huyu mtu anajikuta kwenye utu wa ndani, amewaza amewaza kuvaa suruare, ni mwanamke anawaza aa, mambo kaza wakaza mengi machafu, kuvaa nguo fupi, kuvaa nusuuchi aa, ni mawazo yanakuja tu, mawazo ya kidunia hii ambayo yanamtoa mtu weponi na kufanya maovu. Inamnong'oneza tu, mtu anajikuta anakuwa shauku tu ya kuwa shoga. Namnong'oneza mtoto, anakuuta, anajikuta tu anakuwa na shauku ya kuiba. Namnong'oneza mtu, uwa anakuwa na shauku ya ya kuua, anakuwa na shauku ya kuua. Amen, amen. Kwa hiyo na bado na kwa hiyo na bado kwamba ya mapepo, uh, na baada ya mapepo kumnong'oneza mtu kwa hiyo anajikuta amepata msukumo uh, wa kufanya jambo hilo hata bila yeye kutaka. Yaani anajikuta tunapata msukumo kupitia utu wako wa ndani hata bila mtu kutaka. Ukisoma Nyakati wa kwanza, hebu tufungue sasa kitabu uh, Nyakati wa kwanza nisiongee tu tupitie maandiko kidogo kwa sababu leo nimekuambia mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya ishirini na moja na ule mstari wa kwanza nilikwambia uh, nta nimekwambia kwamba nitaweka utangulizi kwa leo. Neno la Mungu linasema tena, shetani akasimama juu ya Israeli akamshawishi Daudi kwa hesabu Israeli. Unaona, huyu alikuwa ni mfalme ambaye sasa alikuwa anaongea na Mungu, alikuwa rafiki wa Mungu kabisa, Daudi, lakini kumbe shetani akasimama juu ya Israeli, akasimama karibu naye, akamshawishi kwamba akamnongoneza kwenye nafsi yake, Daudi mfalme wahesabu Israeli. Anamwambia Daudi wahesabu Israeli, lakini yeye kwenye macho ya mwili haweza akasikia, anasikia kwa macho ya ndani, na akisikia kwenye macho ya ndani, Daudi aliposikia akapata tu msukumo kwa hesabu Israeli. Kwa hiyo sasa, kuna uwezekano rais wa nchi akasemeshwa Rais wa nchi pitisha ushoga saini, akasaini a, bila kujua amesemeshwa na shetani. Kwa hiyo kuna umuhimu kuombea viongozi wetu. Mchungaji anasemeshwa, mchungaji andaa mafuta, na anapata msukumo wa kuandaa mafuta ya upako. Sio yeye, ila amesemeshwa kwenye utu wake wa ndani na mashetani. Unasemeshwa kabisa, oh, fulani fulani zini kwa hiyo unajikuta umepata msukumo wa kingono ndani yako, ila matokeo hayo sio wewe, umesemeshwa na mashetani. Unasikia tu msukumo wa kwenda kuiba, pengine ni ni mashetani yamesimama yamekusemesha ya kwenye nafsi yako, na matokeo ya kusemeshwa unapata kama wazo na msukumo. Amen, amen. Unasemeshwa kabisa fulani fulani, mpige mke wako, unajikuta tunamchukia mke wako na kufanya mambo ya ajabu, ila umesemeshwa kwenye utu wako wa ndani. Unajikuta tu umesemeshwa, umesemeshwa kama hauna huu moto wa Roho Mtakatifu. Nisikilize sasa, nataka nikakupe maarifa, huu ni utangulizi. Tusome tena Zekaria kuthibitisha hilo Zekaria, Zekaria sura ya tatu, Zekaria uh, Sura ya tatu na ule mstari wa kwanza na wa tatu neno la Mungu linasema kisha, akanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. Bwana akamwambia shetani, Bwana na akukemee, ewe shetani, na Bwana aliyechagua Yerusalemu na na akukemee. Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Basi Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana, naye alikuwa akisimama mbele ya malaika. Ina maana kwamba uh, shetani alisimama beneti na na Yoshua huyu. Yoshua ni mtu wa Mungu kweli kweli, ni mtu wa vita huyu, ni mtu anayemjua Mungu lakini ni kuhani huyu, mwenye maarifa mengi kuliko sisi kuliko baadhi yetu. Lakini sasa shetani alisimama upande wake ili kumpi, kumpinga ili kushindana naye, ya alishindana naye kwa nini? Alikuwa na nguo za uchafu. Ina maana mtu unapokuwa na uchafu unavuta mashetani yanakuwa karibia na wewe kukupinga na kukunong'oneza kutenda mambo machafu, kaza wa kaza, unaona. Bwana akamwambia shetani, Bwana huyu ni nani? Ni malaika kwa hiyo ndio maana naenda kufundisha uh, uh, somo la malaika, majeshi kumi na mbili ya malaika. Kilichomsaidia uh, majeshi uh, Yoshua alikuwa na malaika, malaika alikuwa anamuona shetani, ikiwa Yoshua alikuwa amwoni, akamkemea shetani akasema, Bwana na akukemee, akasema, hiki chombo huyu Yoshua huyu ni moto, ametolewa kwenye moto, lakini shida yake tu ana nguo ya uchafu. Wengine kweli shida, unatenda hayo shida yako tu ni kidogo, una nguo tu ya uchafu, hauna tu haujui kutumia malaika. Lakini ukijua kutumia malaika, shetani hata kukaribia tena. Shetani akikaribia au wachawi au waganga au mafree masonale, malaika atawapinga na kusema Bwana na wakeme, kwa sababu huyo malaika anaona. Amen, amen shandu kupusata tata. Nisikize kwa makini sana ili upate kunielewa. Ninakuelekea hapa pia nitarudi. Kwa hiyo kwa tusitupige hatua wa kidogo, watu wanaoitwa Wakristo asilimia tisini na tisa hawana taarifa sahihi kuhusu malaika. Nisikilize, watu wanaoitwa Wakristo au walokole au watu gani waamini au washirika asilimia tisini na tisa hawana taarifa sahihi kuhusu malaika, wengine hawajui kabisa lakini hata hii asilimia nimeipa sana, kwa sababu anaweza kusema hata asilimia tisini na tisa hawajui kuhusu malaika au hawana taarifa sahihi kuhusu malaika. Na ndiyo maana utaona sarakasi na michezo mingi inayoendelea sahizi, ni kwa sababu hatujui jeshi tulilo nalo. Kuna sarakasi nyingi sana zinaendelea, utaona watu wananunua sitika ya nabii, sitika ya mtume, anaenda kuweka ndani kwamba ndio ulinzi analala akiwa comfortable kabisa kwamba ana stika ya nabii, ana stika ya mtume. Huyo hana maarifa, huyo hana chochote, huyo ni mbumbumbu, huyo ni mpumbavu na haina maarifa kuhusiana na malaika, hana maarifa kuhusiana na Mungu. Anapigwa, anapelekwa na upepo unaomvuta huku na huku. Mtu unanunua mafuta, hauna, hauna ha, ha, ha, ha, ha, haujui jeshi ulilo nalo, haujui kwamba una malaika Yaani, malaika tulio nao ni jeshi ambalo wana uwezo mkubwa kuliko mashetani kuliko shetani. Utatumiaje mafuta na una jeshi kubwa? Kwa hiyo utagundua kwamba watu hawajui kuhusu malaika, watu wanatumia maji. Hebu nisikiliza kwa makini, damu ya Yesu ni ya samani kuliko kitu chochote. Damu ya Yesu sio ya kuchezea chezea, sio unabadilisha maji unasema hii ni damu ya Yesu, unaanza kunyunyiza kwenye nyumba yako. Damu ya Yesu ni ya samani sana na kazi yake ni kubwa, kwa kufanya manunuzi. Hiyo damu sio ya kuchezechezea, unabadilisha maji yako unasema hii damu ya Yesu. Sasa na nyunyiza kwenye nyumba yangu na nyunyiza kwenye kona unanyunyiza, si kwenye geti, si kwenye kitanda, sio kwenye biashara yako. Haujui kwamba tuna jeshi la malaika? Sheka paraba, hebu sikiliza neno hili, nitakutoa nafasi moja kwenda nafasi nyingine ya kiroho. Hautachezewa na nabii wa uongo, hautachezewa na wachawi hautachezewa na mizimu kwa sababu utajua uwezo ulio nao na utajua jeshi ulilo nao. Hautaenda kwa nabii kuchukua mafuta tena, hautaenda kwa mtume, hautaenda kwa mtu yeyote, kwa sababu una jeshi kubwa. Hakuna haja ya kutumia sitika, hakuna haja ya kutumia maji, hakuna haja ya kutumia kitambaa, hakuna haja ya kutumia chumvi. Tuna jeshi kubwa la malaika wenye uwezo kuliko shetani, wenye uwezo mkubwa, waliopewa na Mungu, wenye mamlaka makubwa, waliowekwa kwa ajili ya kutuhudumia na kutusaidia tunaposhindwa na kumwona shetani aliyesimama kupingana na sisi, kama Yoshua na kumwambia, Bwana na akukemee. Hiki ni chombo cha Bwana kilichotolewa kwenye moto rakopo sanda ya Musa kata papa. Nisikize kwa makini, tusongelewele kidogo. Kwa hiyo utaona sasa asilimia kubwa wanatumia maji, wanatumia udongo, wanatumia chumvi, hawana taarifa sahihi kuhusu Mungu na hawamjui Mungu wanatumikia mashetani na wale wanaotengeneza maji na wakudanganya maji, umwaga ndani yako atakusaidia, ya ni upako. Hizo ni taka taka sheka parabaraba para. Ukome kuwadanganya watu wa Mungu. Wewe ni nabii, wewe ni mchungaji, waache wana Mungu. Rakapa Yesu amewanunua kwa damu yake, usiwachezechezee alipigwa mijeredi, mwanamume Yesu alipigwa uh, fimbo, aliwekewa taji ya miba alipitia mateso ili awanunue wana wa Mungu. Leo hii umekuja umetoka kuzimu unawadanganya danganya wana wa Mungu, uwakome waache waende kwa bwana wao, na bwana wavune kama takavyo. Aliwafia msalabani akawanunua kwa damu yake ya samani, usiwacheze cheze. Huyu mwanaume aliingia gharama, akaacha enzi akashuka akatoka mbinguni, usiwacheze cheze wana wa Mungu kwa kuwadanganya danganya na kuwapeleka mautini na kupele wanakupa hela wana, wana, unavunja una ndoa zao. Uwaache wana wa Mungu wafundishe kweli, fundisha kweli rato shenderebe saka, ya ndurubu saya ndikapa, amen amen. Nisikiliza kwa makini sana nisikiliza kwa makini sana. Hiki ni chanda cha Bwana. Bwana amelijaza nguvu na kunifanya mhubiri wa siku za mwisho na kulileta kanisa la Bwana lililoshikiliwa na mitume walilolichezea chezea lazima lirudi kwenye msingi wake. Haleluya! Asilimia asilimia 99 nimekwambia, nimesema asilimia 99 kwa watu wanaoitwa Kristo hawajui jeshi walilo nalo, hawajui kuwa wana malaika, na ndio maana kuna sarakasi nyingi. Asilimia 0.5 Wanajua malaika wapo, ila hawajui kuwatumia. Wanajua malaika wapo, wanajua tu kuna malaika, ila hawajui kuwatumia. Hiyo ni asilimia 0.5 percentage. Lakini asilimia 0.5 iliyobaki wana maarifa, yani hata hiyo pengine, yani nimekadiria tu kwa taarifa zisizo rasmi uh, wana taarifa sahihi kuhusu malaika na wanawatumia vyema na wanafanikiwa na hawana vikwazo, hawana magonjwa, hawatumii maji, hawana sitika, hawana chochote. Wanajua kuhusu Mungu wao, wanajua kuhusu jeshi walilonalo, na hawa ni majayanti na majasiri. Kama simba unayesimama mbele yangu kunizuia, Ninaamuru malaika kupasue vipande vipande, uwe ni nabii, uwe ni mchungaji, uwe ni kuhani, unasimama kunipinga, uwe ni pepo, ninaamuru malaika niliyepewa na Bwana akupasue in Jesus name. Tupige hatua, kwa sababu hiyo, kuna haja kubwa ya kujifunza kuhusiana na jeshi letu la malaika, jeshi la ufalme la Mungu wetu ambalo tumepewa na baba yetu Mungu wetu kutoka mbinguni ili tusaidie. Neno malaika katika Biblia takatifu limeandikwa mara 286. Kwa hiyo Biblia iliacha kuzungumzia Mungu mara 286 kazungumzia malaika. Biblia takatifu iliacha kuzungumzia mtu, ikazungumzia mara 286, ikaacha kuzungumzia mara 286 kazungumzia malaika. Ikawacha kuzungumzia mbingu ikawacha kuzungumzia enzi ikawacha kuzungumzia kitu chochote, ikawazungumzia malaika mara mia mbili themanini na sita. Kwa hiyo kwa hiyo neno lilo, a, pewa uzito namna hii lililoandikwa mara nyingi namna hii lafaa kwa mafundisho na kuwatoa watu katika maangamivu yao twa- tutajifunza kidogo aa, kwa sababu leo ni utangulizi. Nimekwambia tutaanza na utangulizi, alafu sehemu ya pili sasa tutaingia kwa undani zaidi kujifunza aa, kuhusu malaika. Hebu nisikilize sasa, hapo nianze kuelezea kidogo sasa, kwa kutumia kipawa changu cha walimu. kwa kawaida kuna levo mbalimbali katika ufalme wa Mungu na hizi ni levo za like kiutawala na mtu hauwezi ukazijua zote, lakini alizonipa Mungu kuzijua uh, kidogo nafikiri hizo nitakufundisha kwa namna ya ajabu sana. Uh, tunasema kwa kawaida Mungu ana uh, watendaji kazi wengi na katika nyanja tofauti tofauti, ili kukamilisha ufalme wa Mungu. Na tunaposemea levo za kimamlaka pale, tunasemea kuna Mungu Baba kuna Mungu mwana na kuna Mungu Roho Mtakatifu. Na watu wengine huwa wanachanganyikiwa na kusema kwamba sisi tumechanganyikiwa tuna miungu watatu. Hapana, hii uh, hizi, hizi ni nafsi za Mungu. Ni Mungu mmoja katika utendaji kazi tofauti tofauti, na kwa namna alivyojifunua Mungu. Tunaposemea Mungu Baba, tunamaanisha Mungu alipojifunua katika uumbaji Tunasema ni Mungu Baba, ina maana tunasimama kwenye levo ya uumbaji. Na tunaposemea Mungu Mwana, ina maana tunasemea Mungu alipo, ni Mungu katika mwili. Ndio yani maana kaitwa Mungu Mwana, kwa sababu alizaliwa, ni Mungu katika mwili kwa ajili ya kuokoa kwa ajili ya kuokoa. Na tunaposemea Mungu Roho Mtakatifu, tunamaanisha ni Mungu a, a, a, a, katika uzihirisho Tunasema yeye ni Mungu katika uzilisho ndani ya mtu. Roho Mtakatifu sasa ni Mungu katika uzilisho katikati ya watu ndani ya watu na juu ya watu. Kwa hiyo huyo ni Mungu mmoja. Waliomkataa Yesu uh, uta, utakapofika mbinguni aa, utauliza Mungu Baba yuko wapi? U, u, ni Yesu yule ndio Mungu Baba. Ni Yesu yule yule utamwona ndiye mfalme. Kwa maana maneno ya Mungu yanasema kwamba aliyemwona Baba ameniona mimi. Yaani, mimi na Baba tu umoja. Ina maana Yesu ni yule yule Baba, Yesu ni yule yule Mwana, Yesu ni yule yule Roho Mtakatifu na ni Mungu. Amen, amen. Kwa hiyo hapo aa, ni kama hivyo, lakini pia kwenye nyanja tofauti tofauti za utendaji wa Mungu tuna viumbe wanne. Tuna viumbe wanne au wenye uhai wanne. Hawa sasa ni viumbe hatari sana, wameumbwa kwa namna ya ajabu, ambao sasa sifa zao Uh, tutazungumzia wakati ujao. Sifa zao leo tu kwa sababu ni utangulizi. Hawa kazi yao ni kukilinda kiti cha enzi cha Mungu Baba, na hawa wana macho kote kote na wameumbwa na wana nguvu kwa uh, jinsi ya ajabu. Nasemea tu nyanja sio kwa level, kwa levo anasemea kwa nyanja za utendaji kazi. Lakini pia tukitoka pale tunasema kuna wazee ishirini na nne wazee ishirini na nne kwa maana ya kabila kumi na mbili za Israeli uh, wazee kabila kumi na mbili wazee kumi na mbili kutoka kabila za Israeli na wanafunzi kumi na mbili wa Yesu, ukijumlisha hapo unapata 24 na hawa kazi yao ni kwa ajili ya ushukumshauri ushakumshauri Mungu na mambo kaza wa kaza na kuabudu na mengine mimi siyajui, Bwana ajua na akufunulie kwa Roho Mtakatifu Amen, amen. Kwa hiyo nimetaka tukugusie hapo wengine wanapata mchanga, mkanganyiko sana, wanadanganywa. Sasa si oh, njoo kanisa halisi na Mungu halisi, sijui baba halisi na nini na nini. Wengine wanaambiwa njoo kwa ala, hakuna Yesu na nini. Unatakiwa uwe na maarifa kama hayo ili utoke kwenye utumwa. Amen, amen. Twende sasa, ni nigusie kidogo tu kuhusiana na malaika, alafu zeni uh, nisome andiko hapo baadaye, sapati tu tutajifunza mambo kaza wa kaza maana ya malaika, jambo la kwanza: malaika ni roho waliopewa uwezo na Mungu na mamlaka kutumika mbele za Mungu na kwa wanadamu. Malaika uh, ni roho waliopewa uwezo na, na mamlaka kutumika mbele za Mungu na kwa wanadamu, kutumika mbele za Mungu na kwa wanadamu. Lakini pia malaika ni roho yenye jina la Mungu Bwana ndani yake. Malaika ni roho yenye jina la Mungu Bwana ndani yake, ina maana ndani ya malaika kuna jina la Mungu Bwana, maana kuna uwezo wa Mungu na ndio maana hawa ni hatari sana kwa upande wa giza, lakini kwetu sisi ni marafiki zetu. Aa, ni ni watumishi wenzetu. Fungua Waebrania, nikuachi na Waebrania, Waebrania, Waebrania sura Waebrania, sura ya kwanza na ule mstari wa 13 mpaka wa 14, neno la Mungu linasema je, yuko malaika aliyemwambia wakati wowote, wa uketi mkono wangu wa kuume, hata nitakapoweka adui zako chini ya nyayo zako? Je, hao wote si roho watumikao wakitumwa kuwahudumu wale watakao ulisi wokovu? Twende pale naposema je hao wote na malaika malaika wote si roho watumikao wakitumwa kuwahudumu wale watakaulisi wokovu. Ina maana kumbe malaika ni wenzetu ambao wanatumwa sasa kutuhudumia sisi. Ina maana kama kuna malaika anatumwa kwako, na kwa kawaida kila anayeokoka huwa anapewa malaika kuanzia wawili na kuendelea. Aa, kama umeokoka kweli, kweli, ina maana kama wewe haujatoka kwenye mizimu haujaamua kuiacha dunia haujaamua kuacha mambo ya dunia yote, malaika wa kuhusu malaika wa kuhusu, labda tumia tu mafuta, endelea kuchukua mafuta yako, endelea kubadilisha maji yako kuwa damu ya Yesu, sijui mwagia huko. Lakini kama umeamua kubadilika, Mungu atakupa malaika, na malaika wanzia wawili mpaka wanne, na hawa wana uwezo mkubwa sana kiasi kwamba sasa hauwezi kukabwa na mchawi au unaweza ka ukakabwa na mte kama haujui kuwatumia, kwa sababu nitaku tutajifunza huko mbeleni, malaika wafanye kazi mpaka kwa amri. Ina maana kama haujui kuwatumia unaweza ukapigwa mbele yao, kwa sababu bosi ni mjinga, hana maarifa, unaweza ukapata matatizo. Soma tena uh, kutoka hii kutoka sura ya 23. Kutoka sura ya 23 na ule mstari wa ishirini mpaka wa ishirini na moja neno la Mungu nasema tazama, mimi na mtuma malaika aende mbele yako, ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Kutenge, nilipo. Kwa hiyo anasema tukutengenezea, lakini hapa unto the place which I have prepared for you, ina maana nilipokutengenezea, mm -hmm. au nilipokuandalia. Mstari wa ishirini na moja Jitunze mbele yake, mwisikie sauti yake, wala msimtie kaslani, maana hata wasamehe makosa yenu, kwa kuwa jina langu limo ndani yake, jina lake limo ndani yake. Kwa leo, kwa sababu ya watu uvivu wa kusikia, unapenda njia ya mafanikio hautaki maarifa. Nikisema comment hapo hautaki, basi tuishie hapo. Lakini kama umebarikiwa, sema nimebarikiwa, comment hapo ili niendelee na ujumbe unaofuata. Kama sitaona comment, nitaendelea tena somo lingine, nitaachana na hili mpaka nione watu wame comment kama somo yale nilivyo kwa nimeacha ni masomo mengi ambayo sijaendelea. Nina somo nalo sema kuketi mbingu ya saba pamoja na Kristo katika roho. Nilikuwa nasema hivi hivi, comment hapo kama unataka muendelezo, ili niendelee nijue kuna watu wanaifuatilia. Hakuna aliye comment. Nikawa na, na, somo nalo sema asili inavyokuzuia kuhamishwa na kuingizwa kwenye ufalme wa Mungu. Hakuna liye comment, lakini pia unaweza ukafuatilia somo inalosema uh, vita vya kimifumo vinavyohusiana na unyakua au na kurudi kwa Yesu. Amen, amen, amen. Be blessed. Kwa mawasiliano, unaweza kunipata kwa 07 43 59 55 12. Amen.